Wenye nida mpo e, kwa haraka haraka unaweza ukawa na jambo hili kuwa ni maajabu, lakini pia unaweza usiliamini endapo huta tafakari na kufikiria na kuwaza na kulipeleka kiroho ya kwamba nida inaweza ikawa ni sehemu ya kivuli cha mia sita sitini na sita. NIDA hiyo ulionayo wewe, unaisikiliza huu ujumbe, tunaona kwamba ama tunasoma kwamba endapo mwanadamu yeyote ataonekana hana namba ile mia sita sitini na sita, basi huyo hataweza kupata huduma yoyote ya kijamii. Na leo, pasipo namba ya nida, kuna baadhi ya huduma nyeti maalum ambazo wewe huwezi kuzipata katika jamii bila namba ya nini? Pasipo namba ya nida, niambie. Sasa utufatiwake ni mdogo tu. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo leo hii tunalimitiwa kuvipata, kwa sababu hatuna nida. Tumombe Mungu atujalie sana na kutusaidia, ili tutapofikia muda huo tuwe tuko imara, tuwe tumesimama kweli kweli. Ujumbe wetu tunaotangazia wanadamu, wa Mungu awajalie hekima, akili zenye hekima, ili waone kwamba jambo hili ni sahihi. Basi tafakarini sana juu ya hii nida ambayo imejificha ndani ya mia sita na nafikiri utanipa majibu, nafikiri utaelewa. Usisahau kusubscribe, kucomment na kulike ili kupata video nyingine zaidi.